Bwana Yesu asifiwe. Mungu wa mbinguni ya wa wabariki watumishi wa Mungu. Tunakwenda kwenye kipindi hiki cha kufundisha habari za neno la Mungu. Kwanza tutaanza maombi. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa wema wako na fadhili zako, tukiwa mbele yako mahali hapa Bwana. umetutuma kuifanya kazi yako nyakati za siku za mwisho hizi, kufikisha ujumbe wa maonyo katika ulimwengu, kwa kuwa Yesu uko karibu kuja kuchukua kanisa lako. Kanisa lako ni sisi, si majengo, ni sisi wote tayari kufanya kazi yako. Na walio tayari katika ulimwengu huu, unajua tunaongea na, na ulimwengu. Baba wa mbinguni. Ninaomba Yesu Kristo amezaa kipindi hiki ukibariki. Kibariki kipindi hiki na vyombo vyote vibariki uwepo mahali hapa. Masikio ya watoto wako upate kuyafungua, kupata kujua maana wakati huu leo kumekuwa na uongo mwingi, kumekuwa na manabii wengi wa uongo, kumekuwa manabi na manabii walimu wengi wa uongo ambao wanapinga ukweli wako Bwana na kujizushia vitu vingi vya ajabu kudanganya watoto wako. Tusaidie Bwana kuihubiri kweli yako ili kaupate kwa weka huru watoto wako. Naomba na kushukuru Yesu. Amen. Amen. Mungu wa mbinguni abariki. Mimi kwa majina ya Fredrick Jumani Muna, na msomaji hapo binti. Tupo hapa kwa ajili ya kazi yako Bwana Yesu. Mimi ni mtumishi kama nilivyoeleza mwanzoni kwenye kwenye kompromatiri nifikisha na hata pate fungua pesa yetu moja. Tupo hapa kwa ajili ya neno la Mungu, sio kwa ajili ya siasa. Kwa neno la Mungu. Tupo kwa neno la Mungu, siasa ya mbinguni. Naomba kufungua kipindi mtumishi wa Mungu kufungua kipindi soma neno la Mungu sura ya sura ya tatu mwanzo kuanzia mstari wa kumi na nne Soma. kuanzia mstari wa kumi na nne mm -hmm. Nasoma kwa jina la Yesu Amina. Bwana Mungu akawaambia ndio, nyoka kwa sababu umeyafanya hayo ndio, mmelaaniwa wewe kuliko wanyama wote na kuliko haya hayawani wote walioko mwituni. Ndio. Kwa, kwa, kwa tumbo mm -hmm. utakwenda, mm -hmm. na mavumbi utakula mm -hmm. siku zote za maisha yako. mm -hmm. namba kumi mm -hmm. na tano. Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke mm -hmm. na kati ya uzao wako na uzao wake, mm huo -hmm. utakuponda kichwa mm -hmm. na wewe utamponda kisigino. Neno la Mungu. Uadui uliwekwa ni shetani. Nilipokufundisha kufundisha watu namna na ya mizimu inavyotesa watu katika ulimwengu huu. Kuna watu wako makanisani lakini bado wanaumwa. Huyu Mungu anasema ni shetani. Shetani nani? Wanafikiri shetani au mizimu ni kitu ambacho kipo, ni roho za mababu. Ule ni uongo wa shetani. Sio roho za mababu. Ni shetani katika malaika waasi asi, malaika mbinguni walio waasi. Walipotupwa chini duniani, kazi yao ilikuwa ni kugawana kabila za wanadamu duniani na kupotosha ukweli na mpaka leo, hata wahubiri wengi wamedanganywa kwamba ni roho za mababu, mtu akishakufa aka hana kumhukumu duniani tena, kwamba anaweza akainuka tena akadai mbuzi akadai kuku. Ule ni uongo wa shetani. Sasa mimi nilikuwa mganga wa kienyeji kama nilivyoeleza. Nitaeleza vitu vingi vinavyokuja, lakini huu ndio mwanzo siku ya leo, kwa sababu watu wengi wateseka na roho za mizimu katika maisha. Makanisani watu wanaumwa, hizi kansa unaona utakwenda kisigino, unaona mtu mguu na muma, kila siku mguu na muma, mguu na muma. Ule ni mguu ule ufungo, ulimwengu wa roho ni mlango ambao unapanda pepo, anapanda kupitia ule mlango. Wanagawana kazi katika mwili wa mwanadamu, wengine anakaa kwenye vizazi, wengine kwenye mayai, kwenye mapafu, kwenye maini, kwenye moyo, kwenye shingo, kwenye kichwa. Unaona, ndio wale watu wanaparalize upande ya msoko, pande yale mapepo ambayo yanaingia ndani ya mwili kupitia roho za mizimu, majina ya ukoo, majina ya ukoo wengi wameteseka, wamekuwa na magonjwa makubwa, magonjwa ya ukoo ambayo yanakuwa ya, ya, ya, una, unapoita jela ukoo umeuzwa. Ni sana mtu akupe labda ndugu yako akupe shilingi laki moja, hii laki moja ni hela ya matumizi. Sasa laki moja, unapopewa laki moja, huwezi aliyokupa kukupangia ka kazi ya kutumia, unatumia unavyotaka wewe. Ndio maana ukiita jela ukoo la mzimu, maanake tena umeshauza ulimwengu wa roho kwa pepo ambayo itatembea na kizazi tangu mwanzo. Naeleza vitu hivi sio kama historia, nilikuwa naishi na shetani nimtumikia shetani kwa kwa misingi mingi tena kwa uaminifu mno. Yesu aliponitoa kule alinitoa nikiwa najua shetani anafanya nini. Na ndio maana paka ile inadui na shetani na waganga wa kinyeji asiyopenda Mungu. Pale sasa, kwa mfano kuna kuna natoa ushuhuda mmoja. Kuna mtu mmoja mpanda katani, sitamtaja jina. Anasali kanisa moja Pentecoste pale Mpanda mjini, karibu na soko. Huyo mtu alipata ajali. Alipata ajali, alipata ajali kwenye basi moja, eh, basi Alipongoa kidogo tu mguu mmoja hivi. Akaanza kugua kidonda kilichochukua kidonda miaka karibu 20 anateseka. Huyo mtu alisikia habari kuna mtumishi wa Mungu mmoja alikuja. Alikuja akaniambia, mtumishi wa Mungu, naomba tuende, kuna ndugu anateseka. Tukaenda. Huyo bwana nikamwambia, ndugu, wewe huu mgonjwa anaugua kidonda cha miaka 20, sema ni mchungaji, nimetembea kile operation, nimefanyia mguu huu mara tatu. Hakuna hospitali sijafika Tanzania. Wana nyonya uchafu la kidonda cha kiponi. Ukiingia ndani kila nuka kidonda kama maiti ya mtu aliyokufa. Nikamwambia ndugu, huyu hii ni mizimu. Unajua kutokana na jinsi theolojia tunazosoma pengine zinatuweka vizuri. Kuna wengine theolojia zinawapoteza, wanashindwa kuelewa kama shetani afanya kazi katika mtindo wa ujanja. Yule bwana akajiuliza, mizimu ndio nini? Si tumeamrishwa kwamba ukipokea jina la Yesu, kila kitu kimekwisha. Nikamwambia hapana. Yesu kumpokea ndio mwanzo. Lakini Yesu mwenyewe ali Al alitufundisha tukimuita yeye kwa jina lake atawafungua watu, maana kwa ukiokoka ni, ni, asili ya kwanza ya kumjua Mungu, kinachofuata ni kufunguliwa. hizi ni mizimu za ukoo. Akaniambia ni kweli, mimi bwana, wakati naumwa, wakati nilikuwa mdogo ni mwae kuugua, nilio kukaa chini muda mrefu bila kutembea. Kwa hiyo nikaitwa jina linalofanana na hayo nilionayo. Nikasema hii ni mizimu, mwana anguka na, na. Basi anasema shetani huwa anatafuta chanzo ili watu wabana wamini chanzo, kwa mfano homa, chanzo chanzo ilikuwa ni homa chanzo ilikuwa ni tumbo chanzo ilikuwa ni moyo kupanuka, chanzo ilikuwa ni, ni, ni, ni kichwa kuuma, chanzo ili watu baki, mnaangalia chanzo, lakini ndio alikuwa ameshamuiba tayari. Nilipo, nilipo nikamwelekeza unatakiwa utafute sadaka ya hatia, kama ilivyoandika kitabu cha Walawi, sura ya 5 mstari wa 19, ukamate japo kwa nadhiri, ukatai kwa nadhiri, imeandikwa. Unajua, watu wengi, watu wa Mungu wanaona gari la kale halina kazi, kwa kizazi alikuwa halina kazi tumeishi muda wa neema, ndio maana kuta zambi zinajiachilia, kwa sababu tunamjua, tumeishi muda wa neema. Mungu hajawahi kubadilika leo, jana, hata milele, alichokipanga ndivyo kilivyo. Nikamwambia ndugu, fanye hivi kama una mimi, akakataa kwa nadhiri yake. Siko kwenda kumuombea, nikasikia Roho Mtakatifu ananifundisha kwamba hapana, leo nikafungi, nikaenda kufunga. Nipofunga kesho yake, tukafunga watu kama watatu, yeye mwenyewe, mimi na mama mmoja ambaye mtumishi wa Mungu ni mchungaji pia. Ana sana New Harvest. Hivyo rudi nas, nasikia Roho Mtakatifu ananiambia niweke mikono kwenye kile kidonda kinachomuka. Haleluya. Yesu ni mkuu. Nikaa kidonda mkono wangu pale nikaita Yesu kama uishivyo. Ewe roho ya mizimu, mizimu hiyo ilipuka kwenye mguu ule. Alipiga kelele, jibu pia kelele. Tunamwachia, tunamwachia nikaamuru kwa jina la Yesu kama ilivyoandikwa kitabu cha cha Luka sura nane. Ehe. Kwamba kupasua shimo kuingia shimoni ni kama hivyo alivyoliacha shetani. Akasema usitoe kuingia shimoni. Luka sura ya 8 mstari wa 25. Nikaamuru uingie shimoni. Yule mzimu aliingia shimoni, pepo liliingia shimoni. Ujua hapo alishaliwa na manabii. Kasha dangani papa kaenda kwao, wamechoka kwenye mahame ya kwao kwamba kuna imetolewa nyama ya mtu yuko hapa, ni uongo tu anamlia pesa. Yule bwana alipona mguu mpaka leo. Paka leo Mungu alishamponya, paka leo hajui aliponaje naje. Na, na, na shuhuda ziko nyingi. Kwa roho za mizimu zina asili ya kufunga watu matumbo kutokuza. Ndio unakuta wachungaji wanaomba. Siko ninachofundisha sina maana kwamba wachungaji wengine sio wachungaji. Ni wachungaji watumishi wa Mungu wazuri tu. Japo waongo wanakuwepo, lakini watumishi wa Mungu bado wapo, wa kweli wapo. Wanapoomba kila siku unakuta mtu anaanguka chini, wala akinuka haponi, ni tuzo kwa pale pale. Anaombewa haponi, ni apate watoto. Anaombewa hapati, anaomba, unasikia kansa imetokea. Kansa kwenye kizazi, ninasikia imetokea kansa ya matiti, unasikia umesikia kansa sio ya hii sikio, imetokea kansa. Yule ni Shetani, atengeneza magonjwa sugu ambayo hayaponyeki. Lakini kwa Yesu, ukienda ukajua hii habari, aliposema kwamba nimetokea uadui, ule ni uadui wa Shetani katika kizazi cha leo, naweza magonjwa makubwa kwa ajili ya watu wateseke mpaka wafe. Na mtu akiwa na mizimu hakuna mbingu, maana ni mnyonge, kile ni kinyonge, kitaingia ndio maana Yesu anasema wengine watajitahidi kuingia wasiweze. Kwa nini gani? Yupo ibilisi tangu kuzaliwa, unapoitwa jina la ukoo umeuzwa moja kwa moja. Ndio maana na haya watu hajali, si kanisa gani, kanisa gani, hakuna kanisa ambalo leo watu hawana mizimu, watu wengi tu, si wachungaji? Unaweza kukuta mchungaji akawa sio mizimu, lazima anguke chini? Hapana, unakuta kama yeye mtumishi wa Mungu, kwao amezaliwa kuna maagano. Yeye anaweza kuwa amesimama yeye na mke wake lakini utakuta watoto ile roho inatembea kwa watoto wachungaji. Unakuta watu wachungaji wengi leo wanafanya vitu vya ajabu kabisa. Unakuta mchungaji anahubiri Injili, watu wanalewa pombe. Mchungaji anahubiri Injili, watu wanafanya uzinzi. Wengi wanaolewa, watu wanaolewa, wengine kwa kanisa, watu wengine, lakini wa kwao laki, laki, hawaolewi nini. Ukirudi ukichunguza kule kwao, wako mashangazi hawajaolewa, wanafanya zinaa, amechagua kuolewa peke yake. Ile roho inafuatilia, roho ya kahaba. Kwa hiyo tunatangulia kufundisha neno hili leo. Unaposikia bara la Ulaya, Afrika, Afrika Kusini, nchi duniani pote, mnatoka katika YouTube leo channel, YouTube, YouTube channel, tunaanza kufundisha namna ya mizimu na kuwaombea watu. Hatufundishi tu, tunafundisha namna ya mizimu na kufanya kazi na kuwaombea watu, hivyo support zenu. Kuna bado kuna vitu vingi vimepungua mahali hapa ili kufikisha watu, na mnaposikia habari hii, wewe mwenye shida nipigie simu, nipigie simu namba yangu itakuwa ikipita hapo ikipita hapo kwenye kwenye YouTube namna ya kukuombea. Hata ukiwa Ulaya utafunguliwa ukiwa Marekani utafunguliwa ukiwa Uingereza utafunguliwa. Wamefungulia wengi. Hata mwaka jana nimefundisha Prova TV, kuna mama mmoja nakumbuka alikuwa, nani alikuwa kama sio Canada au alikuwa alikuwa Texas Marekani. Alikuwa anasema aliposikia kama nafundisha hivi Prova TV, Alinipigia simu akasema, mimi mtumishi, nasumbuka nasumbuka sana, nina nina saratani nina saratani ya kizazi, nimepimwa, lakini bado damu na mwagika. Nikasema, sikilizi, hebu kaa hapo ulipo na mume wako, kwenye kwenye WhatsApp. Nilimwombea, alifunguliwa, alitambaa kama nyoka ile, mzimu kaingia shimoni. Kwa leo shetani atakia kurudisha shimoni, mzimu rudi shimoni ndio utapona, lakini pia kwa maelekezo kama Mungu alivyoagiza kitabu cha Walawi sura ya 5 aya 10 hadi 19. Mtu atakia katoe mizimu kwa sadaka ya hatia imeandikwa. Leo watumishi wengi wanapinga sema sadaka. Yesu alisema imetoa toa bure, toeni bure. Acheni basi kuchukua zaka kanisani. Kama zaka ni agano la kale basi hii sadaka imelipa watu. Maana nimeona wengi wakifunguliwa na watatoa shuhuda na watu wengi makumi kwa makumi yaliofunguliwa magonjwa yalikuwa yameshindikana. Kwa sababu zile kazi zinafanyika na shetani lazima ende kwenye sadaka. Unaona, sadaka za za za, za, za, za, za shetani. Wanatoa watu. Kwa Mungu anahitaji watu katika Kumbukumbu la Torati sura ya 12 imeeleza na, na naziri zenu naziri. Kwa hiyo unakuwa huna lakini unatoa naziri. Unakata kama mimi mizimu nakata, mlinitesa hivi sikujua, baba, sina chochote niangalie na katalo za mizimu ambayo umenitesa miaka mingi, wachungaji wao wameomba imeshindikana. Natoa naziri kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 12. Mungu anasikia, ni mwaminifu, ile naziri apotengua ni tayari. Yeye shetani akosa nguvu, Mungu anaingilia kati. Ile mizimu inaingia shimoni huje kuisikia tena. Kwa sasa hivi watu tunaenda mbingu tunaenda mbinguni unyakuwa huko unakaribia. Sasa hivi unyakuwa unakaribia. Tunapoona matukio ya vita, njaa, matetemeko ya nchi yametabiriwa, juzi tu wanasema mwezi umekapata, mnajua. Hizo ni ishara na dalili alizozisema Yesu. Mwezi utakuwa mwekundu kama damu, ndio ishara zenyewe. Mara jua limepatwa na, na mwezi. Ni ishara zenyewe mwezi kwa mwekundu kama damu. Imeandikwa katika Biblia. Magonjwa haya, tauni hizo unazisikia, maasi unasikia, uaji, mavita, rushwa, kila taifa limekuwa, viongozi wa wafisadi wanakuwa na tamaa, wanajilimbikizia wana, wana mali, maskini wanangaika, wanajilimbikizia mali. Hii ni tamaa, hii ni, ni, ni roho kamili ambayo wakati za mwisho zitabiriwa, watu watapenda pesa kuliko kumpenda Mungu. Yuko tayari, wanasiasa wengine duniani na siasa za duniani wako kazi yao wao, yuko tayari kuchonganisha, akawagawa watu kwa kabila au kwa dini, wapigane ili atawale yeye, achukue pesa ale na familia yake. Ni roho kamili ambayo ya mauti imegea katika watu. Kwa hiyo tunapohubiri vitu hivi tunatahadhari kwamba unyakuo unakaribia lakini sasa utanyakuiwaje? Ikiwa kama umefungwa na mizimu ya kwenu unanyakuiwaje? Maana kila siku anasema naombea unaanguka. Unaombea unaanguka. Alafu upone mtumishi anaweza kusema, watumishi wengine wanasikia wanasema, "Yaani huyu amezidi dhambi. Amezidi dhambi kwa sababu hajisimamii." Eh, hajisimamii. Sio hajisimamii, ni wewe mtumishi wa Mungu ujue hii ni mizimu ya ukoo. Yule mtu aliuzwa akingali bado mchanga, jitofu vingine vikachukuliwa kwenye viungo, Leo unakuta kuna kozi zingine kitofu anazaliwa mtoto hata angekuwa Bukoba kitofu inatakiwa mwanza kwenye ukoo wake kije kwenye, kwenye chungu cha ukoo. Yule anakuwa ameuza anatembea chini ya maagano. Kwa hiyo ukatoka kutoka, Shetani ameshamweza tayari. Leo unakuta watu wanatoka kutoka kwenye, kwenye, kwenye, kwenye maagano wanataka watoke hivi tu. Maagano hata Yesu mwenyewe alivunja maagano. Alikuja akaji alijua atateswa na watu wabaya, atamwaga damu yake, atashuka msalabani ili kwa ajili ya kutoa kafara, kwa sababu ile nafsi ishuke kuzimu kwenye mizimu ili kuokoa watu siya, kwa maana Biblia inasema, baada ya kuwa wamefufuka walionekana watakatifu Yerusalemu, wale kufa miaka mingi. Shetani zile hata haki akawazuia, lakini alipo pali pa nao paradiso kwa mpaka leo. Shetani yuko hivyo hajabadilika, na wanazidisha ujuzi. Sasa leo kumekuwa na ujuzi, unakuta hata wanafunzi hawaoni yani. Leo kumekuwa na ujuzi, nilikuwa mkoba juzi, unakuta shetani anamwekea mtu fuvu la kichwa fuvu, yani unaonekana kichwa, lakini ni fuvu, ni fuvu la kichwa. Huyo mtu anakuwa kumhukumu hana kichwa kina muuma hajielewi hata hesabu ajui. Ni fuvu lile. Ulimwengu wa mwili wa mwana ni mtu lakini ulimwengu wa roho ni fuvu la maiti kabisa. Mwini mtu ule hayupo. Kwa kuna maombi ya kurudisha kichwa, wanang'oa kisa kichwa, wanang'oa kichwa kizima, inabaki shingo na mwili. Mtu anaanza kuamka usingizi, kiuli ndio kinaamka kichwa bado kina kibelala. Na hayo wanafunzi wengi wanao wanavaa miwani, si vingi mwa masikio, sijui nini. Vitu ni vingi sana shetani amevifanya. Kwa hiyo Mungu amenifunulia kitu hiki. Na nimeshaombea watu wengi sana, waliookoka, wasiookoka. Shetani yupo tena, kuna ngiwa napinga, hakuna kabisa. Yaani shetani yupo yupo kabisa, na anawatenda kazi kwa siri. Kwa hiyo ukitaka kutoka sasa kwenye mizimu, nafundisha somo -so hili, tuendelee kufundisha somo hili kirefu zaidi. Leo ni mwanzo, tunafundisha hii kwa sababu tuna vyombo vyetu vichache. Unapoisikia habari hii, mpe taarifa na mwingine huwezi ukaingia mbinguni kama kuna mizimu. Na kataa na kataa na leo lina kataa. Kinyonge hakitaingia. Ndiyo maana leo unakuta watu waimbaji wako na mavitu ya ajabu, maana ni makacha wamevaa mawigi ya tena, waimbaji wanahamasisha wengine kwenda mbinguni wao hawaendi. Vitu vya ni katani, lakini vile vitu aidilisi kaanazeawatu kizoea zani watu wamekuwa na vibuli, wachungaji wamekuwa wa nyenyekevu wachache walioiba na vibuli kwa ajili ya dini. Yaani siku moja nilikwenda mimi Shinyanga. Shinyanga nikaitwa nikapiga simu na mtumishi mmoja Shinyanga. Simtaji jina. Na saje kanisa nikaa nimeenda kule. Nimefika nikafundisha somo hili. Ilikuwa ni, ni siku ya Pentecoste moja. Ya Pentecoste ndio. Pentecoste ya maka. Nimefika pale nikafundisha jamani, kuna roho za mizimu. Kwa nini? Mama mmoja akasema, mimi mzee wa kanisa, nina mtoto mmoja. Nikasema ni maruha ya mizimu. Tunaombea, lakini kasema, kaa hapa mchungaji, kaa. Nikamwambia hebu majina ya ukoo. Kila mtu ashike, ashike, ashike, ashike kifuani kwake, ashike tumuni kwake. Mmoja baada ya mwingine nikaanza kuita kwa jina la ukoo. Chini. Vipi? Sasa kumbe, pale mchungaji ana rekodi anatumia maskofu wa chungaji wake. Watu wamekuwa wanapiga kelema mzimu. Umetoka wapi wa mchungaji? Unakuja kutungua sisi tunakaanza kwetu. Nikasema mnataka kuachia watu. Yakawaachia watu wengi. Lakini kile kitu kiliwakaza wale wachungaji wa maskofu. Niko nimerudi jioni, najiandaa kesho, kwanza napigiwa simu na ule mchungaji, mchungaji, nimekuja askofu zangu wamekataa kwamba wewe unashika matiti unashika makaliwa na wake yaani, anaamua kuchafua kabisa watu wanapopona, wanachukia na na ole wa wachungaji na maaskofu wanaokataa watu wasifunguliwe wanaminya huduma za wengine. Kwa hiyo shetani amekaa ametulia, kwa sababu watumishi hawajishughulishi kujua siri ya shetani, wanamwabili Yesu peke yake tu, lakini wasijue Yesu alituachia kazi kuzivunja kazi ya ibilisi. Sasa watu wanakuwa wanasema na theolojia peke yake bila kujua ibilisi anafanya nini. Mimi sio mtu wa dini. Mimi ni mtumishi ni mtumishi wa Mungu. Sio mtu wa dini, sichukii dini. Dini ni vyama. Kila siku tunasema ni project zile msibaishwe msi, msi, na zile dini. Ile ni vyama. Shetani haogopi dini. Shetani anaweza kukesha ukaomba ukafunga hata siku 40. Bado ana wewe. Angalia Yesu alimfunga siku 40. Shetani alimfuatilia. Biblia nafundisha alimwacha kwa muda. Golgotha alikuwa naye. Kwa hiyo shetani yuko tunapokea tutoke. Okay, watumishi wa Mungu. Watu watakiwa, mjishughulishe kuwatoa watu kwenye mashimo ya mizimu. Yesu atakuja atachukua nani sasa kama ni hivi? Atachukua nani? Kanisa leo baba walibaki tu wa mabaki ni wagonjwa na mamizimu wale wa kwa dini walisichamaka, akasema hapana. Tena watu kwa kunichafua, ili nichukie kabisa kwamba unashika tu kwenye makalio. Sijashika mtu makalio. Yaani, kama leo ndio mara kutamuzi ukitendeka wanasema huyo sio mtumishi wa Mungu ni, ni Freemason. Kwa hiyo kumbe Mungu alishakufa sasa. Hayupo. Kwa hiyo mjiza Yesu utendeka leo sitendeka, anasema mkiamini kazi nimefanya na mtafanya kazi kubwa zaidi ya hizi. Kwa Roho Mtakatifu sasa yuko kujifunua zaidi ili kanisa lipate kupona. Unayesikia habari hii, unateswa na magonjwa sio pona. Una kansa, kupati watoto. Si una kidonda sugu. Si una nini. Ninaomba unaposikia habari hii. Namba itapita hapo chini. Unipigie simu kama huko Tanzania, njo Mwanza, jiandaa bajeti yako, njo Mwanza, nitakuombea Yesu, shimo hilo la mzimu. Kama huko Ulaya, piga simu. Mungu hayuko mbali, hapo ulipo takuelekeza kufanya, utafunguliwa kwa jina la Yesu, wala sio kwa jina tambana, chumvi na mafuta. Hapana, hapa hamna mafuta wala chumvi, ni Yesu peke yake, suaka mikono kwa wagonjwa kwa jina, ila mafunuo Shetani anafanya password, ni password. Mizimu ni password ya maisha ya Kristo. Nimetangulia kusema hayo, watumishi wa Mungu, nafikiri mnanisikia. Nimefundisha haya machache, kesho taendelea kufundisha vitu vingi. Ni tabia ya shetani, Mungu alivyosema ataweka wadui. Ngoja niombe Mungu. Bwana Yesu, nakushukuru juu ya kipindi kinachotoka, uwape macho ya rohoni na masikio ya rohoni, wapate kusikia. Walioandaa vyombo hivi kutoa sadaka zao, kununua vyombo hivi Bwana kwa ajili ya kupaza sauti. Ukawabariki wao na familia zao. Producer yule simama hapo ukambariki; msomaji ukambariki. Ibariki pia niki Bwana, maana ulinituma kwa kazi hii kuifanya. Ndio naianza na wewe, naanza na wewe Yesu. Bariki vyombo hivi. Bariki kanisa lako la Tanzania na mataifa yote ya duniani. Watumishi wako, wachungaji chungaji, maaskofu. Neno hapo lisikia, hebu Roho Mtakatifu aguse, agundue kitu hiki. Kwa sababu shetani mwafunga hata ufahamu asijue umekelea mizozo na kelele za dini, wanagawana na wanagombana wana pasuka, pasuka, wana wasijui kama hiyo ndio hila ya ibilisi kuwagawanya wakose maarifa yako. Ndio mtakatifu baba, tunakushukuru siku usiku wa leo tarehe kipindi cha leo tunaianza, tumeanza leo ni tarehe hii, tarehe ngapi leo? Tarehe kumi na sita hiki kipindi kukirekodi mwezi wa ngapi? Septemba. mwezi wa tisa na washukuru wa Tanzania nashukuru dunia nzima, mabara yote ya Ulaya, bara Amerika, bara ya Hindi na duniani pote, ndipo kusikia habari ifuatilie. Ukisikia habari hii, mpe na taifa na mwingine, ndipo unapata taifa hizi. Chukua namba ya simu, nipigia simu, nikuelekeze nianze kuomba, hata kama kwa Ulaya, utafungulia huko huko. Mwaka jana nimefundisha mtu mmoja, alipigia simu Texas, alikuwa Amerika, sijui kijimbo gani, sijui sijafika huko. Akaniambia, mchungaji, mimi na asili ya Somalia, lakini nina uraia huku Marekani nimekusikia. Mimi nilikuwa nilikuwa na swali, nilikuwa ni Muislamu lakini nikaokoka. Lakini hizo roho zote zinafundisha niko huku Ulaya naota kwetu Kenya. Nikasema uko Ulaya naota Kenya. Nafsi yako yuko huku maana umefungwa. Unakuta watu wana, wana wako Marekani. Wanaota wako Kongo. Wako Marekani, wako Uingereza, wanaota wako kwa Afrika. Ndivyo ilivyo mizimu ni cha mzungu wala nani. Nikasema nikuombe nilipo muombea mzimu. Aliondoka chini akamfungulia mpaka leo akatoka sadaka yake nikashukuru. Alishapona. Mungu awabariki, tunawapenda sana watumishi wa Mungu. Tanzania nchi yangu naiombea, ardhi ya Tanzania Mungu awabariki. Nataje namba ya simu, tayari namba ya simu ngapi? Hii hapa tusome Ta, yeah. Mama soma namba ya simu, soma namba ya simu haraka Soma kwanza ziro sita sabini na tisa kumi na tatu tisini na nane tisini na mbili nulia tena ziro sita sabini na tisa kumi na tatu tisini na nane tisini na mbili mwisho jina itakuja Fredrick Muna Fredrick Muna ndiyo mtumishi mimi naifundisha na hiki kipindi sio, labda pesi iko kwenye nani, kwenye channel fan? Ni sisi tumefungua channel YouTube, hii inahitaji wewe Mtanzania mwenye kupenda mafundisho haya kuwezesha kwa sadaka yako <coughs> kile unachokuwa nacho, unabarikiwa. Tuna vitu vingi vya kupata, kamera hapa tunatumia simu kupata kamera na vitu vinginevyo, ili tufundishe kwa upana kwa maisha yote. Na watu wagonjwa, njoni mfunguliwe, kuna vitu vingi vya kufanya, mtashuhudia wenyewe na kuanzia kesho kutwa ataanza shuhudia watu mbalimbali ulioombea katika mzima wakafunguliwa. Mungu wa mbinguni awabariki amen.